Ni katika uzinduzi wa mpango wa ujenzi wa mabweni ya wanafunzi wa, wa sekondari ya Kidahwe ukilenga kuwapa hifadhi hasa wasichana mkoani Kigoma ulioanzwa kutekelezwa kwa kuwapa wakandarasi mikataba juu ya ujenzi huo utakaofikiwa kwa wilaya tano zilizopo mkoani Kigoma mjini pamoja na vijijini. Katika utekelezaji huo, shirika lisilo la kiserikali linaloshirikiana na serikali julikanalo kwa jina la Enabel lina lengo la kujenga mabweni hayo matano katika kila wilaya Kigoma mjini na vijijini ambapo bweni moja litahifadhi jumla ya wanafunzi 84, lingine 180, huku likitumia jumla ya shilingi milioni 487, lingine likitumia jumla ya shilingi milioni 680 za Kitanzania lipo e, litakalokuwa na uwezo wa kubeba watoto mia ishirini lakini lingine 100, eh, lingine watoto 84. Hilo la watoto mia ishirini linagharimu fedha za kitanzania milioni 680, na la watoto 84 linagharimu shilingi za kitanzania milioni 487. Naye afisa elimu mkoani humo ameeleza kuwa wanafunzi wengi walikuwa wakipoteza masomo kutokana na umbali mrefu na pia kukosa huduma ya chakula wakiwa mashuleni. Kwa muda mrefu, wengi wamekuwa wakipoteza masomo na wakishindwa kufika shule kwa sababu ya kutembea mwendo mrefu, lakini pia wanakuwa hawana huduma ya chakula hapo kwa shuleni hapa. Kwa hiyo, kwa kupokea mradi huu, tutatatua changamoto ya watoto waliokuwa kiacha kuja shule kwa sababu ya kutembea mwendo mrefu, na kwa kuwa wataishi hapa hapa, tutakuwa wanapata huduma ya chakula hapa shuleni, na kwa hivyo watasoma vizuri. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa kwamba hata ufaulu wa wanafunzi shuleni hapa utaongezeka. Huku akiongeza kwa kusema, kupitia mradi huo ana imani watoto watapata hifadhi bora, kuwahi vipindi darasani kwa wakati, na mwisho anawaomba wazazi wote na walezi kutoa mchango wa chakula cha mchana kwa watoto hao wanapokuwa shuleni. kwa niombe nitoe wito kwa wananchi na wakazi na wazazi wote wa Kidawe waupokee na wao kwa mikono miwili mradi huu, lakini tusimame pamoja kuhakikisha kwamba watoto wetu sasa wanakaa hapa shuleni, na tutoe so, chakula kwa ajili ya watoto kula chakula cha mchana hapa shuleni kuanzia sasa. Kwao na sisi tutakuwa pamoja kuutunza mradi huu, tutashirikiana kuanzia mwanzo mpaka mwisho, tuhakikisha miundo mitakayojengwa tutailinda na kuitunza ili ikawe kwa muda mrefu. Mabweni hayo ni matano yanayotarajiwa kujengwa katika halmashauri tano tofauti mkoani Kigoma, Kigoma mjini, Kasulu pamoja na Kibondo. <tune> Baada ya zoezi hilo kukamilika katika shule ya sekondari Kidahwe mkoani Kigoma, wanafunzi wote walinogewa kwa furaha huku vumbi likitimuliwa, huku wengine wakifunga mashati kiunoni, kichwani na hata mabegani.